Karibu tena mpenzi wa Open Online Media na hii ni ndani ya kumi na nane. Bado tupo kwenye uga wa Lupaso tukiangazia tukio lenye gumzo zaidi kwa sasa, na hili ni goli la mshambuliaji wa Yanga Pacome ZouZoa ambalo alifunga dakika ya 54 lakini likawatosha wananchi kutawaza kuwa mabingwa wa ngao ya jamii eh, hapo jana na wakawa wababe wa Msimbazi kwa mara ya sita mfululizo. Kupitia kwenye simu tunaye mchambuzi wa soka Steven Zakaria kutoka kanda ya kati e, ili na yeye aweze kutupa maoni yake husiana na tukio hilo. Steven Zakaria, habari ya kwako? Habari ya kwangu njema kabisa. Upo live ndani ya 18 za Open kupitia Open Online Media. Hebu tupe mtazamo wako kuhusiana na tukio la jana goli la Pacome ZouZoa katika mchezo wa Yanga dhidi ya Simba Sports Club. Yapi maoni yako? na of course umekuwa ni mjadala kwelikweli kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa wakijadili ku, kuangalia ni namna gani ambavyo e, mchezo ulivyokuwa, lakini moja kati ya tukio ambalo limekuwa pengine kwenye midomo ya watu na watu kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakatafsiri tukio hilo, lakini e, mimi nafikiri bila kupoteza muda, unatakiwa ukiwa unazungumza kitu uende ukaangalie ama uambatanishe na sheria, yani sheria inazungumzia nini kuhusiana na tukio ambalo wewe unajaribu kulizungumzia. Na kwenye hilo tukio la la, la offside, kwenye sheria kumi I mean, kumi na saba za mchezo wa mpira wa miguu sheria namba kumi na moja inahusiana na masuala ya offside na ukiangalia, jana scenario ya jana ilivyokuwa utagundua kuwa kwa namna moja ama nyingine ni kama mchezaji mmoja wa Yanga alikuwa ni kwenye eneo la kuotea, kwa maana ya offside. Lakini sasa unatafsiri vipi hicho kitendo kama ni offside? Sheria namba kumi na moja ya mpira wa miguu inaelezea kama mchezaji eh, wa timu pinzani atakuwa kwenye eneo la kuotea, na akisha kuwa kwenye eneo la kuotea akamnyima opportunity beki wa timu pinzani, eh, kugusa ule mpira ama kuhusika kwa moja na ule mpira bila hata yeye mwenyewe kugusa, akiwa kwenye hilo eneo la la, la, la kuotea, basi hiyo ina inastahili ina kuwa offside. Na ukiangalia kwenye scenario ya jana ya Pacome ZouZoa unaona kabisa, kwa namna moja ama nyingine, wakati yeye alipokuwa anatoka kwenye eneo la offside kwenda kwenye eneo la onside, alienda akamnyima opportunity eh, beki wa, wa wa Simba kwa maana ya Nhelo kukabiliana na Maxim pia Nzengeli. Kwa hiyo kwa namna na moja ama nyingine alihusika ama ali, I mean alihusika moja kwa moja na ule mchezo akiwa kwenye, kwenye kwenye kwenye eneo la kuotea. Na ndo maana utaona pia sasa kwenye sheria ambayo niliyoizungumzia inaeleza kuwa ni, ni ni ni offside. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi hilo tukio linatafsirika hivyo kwa kwa kwa, kwa kwa muonekano wa marejeo ya picha lakini pia kwa sheria ambavyo namna inaelezea. Kwa hiyo kwangu mimi ipo hivyo, lakini unaweza usiwalaumu usi, sana waamuzi kutokana na hiyo scenario kwa namna ilivyokuwa, engo ilikuwa ni ngumu sana mtu kung'amua vile, labda mpaka urudi kwenye marejeo ya picha ndo utagundua hicho kitu. Asante sana Steven Dakalia. Nashukuru sana haya. Bwana huyo ni Steven Zakaria toka kanda ya kati, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisoka, akijaribu na yeye kutoa maoni yake, lakini pia ufafanuzi wa kisheria kuhusiana na tukio hili ambalo bado limekuwa ni kizungumkuti kwa hapa nyumbani Tanzania, hususan katika upande wa soka. Mimi ni Yohana Mashauri, endelea kufuatilia Open Online Media na bado tuko kwenye kumi na nane za Open Online Media.